Kijana saa hizi ndio umekua umekua barobaro baro, umekua mtu mzima eh? Umekua sasa mtu wa mjini kabisa mm? Mbao ukipigiwa simu ushiki ush, mm? Mzazi anakupigia simu ushiki, unatanua, tunakula bata tu mm? Ulipokuwa mdogo, yani hukufikiria kwamba ulikuwa una unaleo unafanywa nini, mama anapata shida, baba anaangaika. Sa umekua mtu mzima okay, ukiona simu zao unasema nasema shaanza huyo Hmm? si unatanua huko nini nini eh. Ukumbuke kitambo, wewe, huo ni ujinga uko nao. Kumbuka ulikotoka, kumbuka wazazi ndiyo funguo katika maisha. Kwa hivyo usikae na kuroweka mbupu zako huko, maisha ugeuka, maisha ugeuka. Kumbuka ulikotoka, wazazi ni muhimu sana kuliko ulichonacho. Oya, Watu wanatamani wakuwa ni wako na wazazi mzee eh, lakini hana we uko nao hapo, unaanza nini kujishaua nini mabobeshi. Mara wewe kijana wewe, nakuhurumia sana.